Baba yetu Yesu Kristu apewe sifa apewe sifa tena. Kwa majina naitwa Consolata Francis, nimeokoka na Baba yetu Yesu Kristu amekuwa mwokozi wa maisha yangu, na mimi huwa nahubiri habari njema ya nyakati hizi za mwisho. Na nilipokuwa kwenye maombi, niliweza kusikia sauti ikiniambia, ambia watu wangu watubu, siku zinakaribia na pia Baba yetu Yesu Kristo akaweza kunipatia siri ili nikapate kuwafichulia watu wa Kenya. Katika video zangu zingine, kuna siri ambazo nimeweza kufichulia wa Kenya, so naomba mkapate kuzitazama, mkaweze kudownload na mkapate kushare na marafiki na na familia. So kuna siri ya huduma namba, kuna siri ya makanisa, jinsi yanamtumikia Shetani ama a false prophet, ama false manabii wa uongo, kuna siri ya coronavirus. Kuna siri ya bendera zote ambazo ziko Mombasa kibarani, na kuna siri ya pesa mpya ya Kenya, na kuna signs za devil worshipers makanisani. So naombeni mkapate kujua hizi siri, ili mkapate kuzidi kujitayarisha na mkapate kujua haya mambo ambayo yamefichika, na unabii huu sana sana unapatikana katika kitabu um, cha ufunuo wa Yohana. Ni wakati wa kusoma kitabu cha ufunuo wa Yohana ama revelation, ili mkapate kujua siri mingi ambazo zimeweza kufichika mahali pale. So ni wakati wa kusoma Biblia, sio wakati wa kulala. Ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kukesha tukiomba, ili tukapate kumngojea baba yetu Yesu Kristo atakaporudi mara ya pili. Je, atakaporudi atakupata mtu wa aina gani? Kwa maana labda watu wengi wanajua baba yetu Yesu Kristo na Uh, wanafanya uovu ambayo wana, wanajisikia wao wenyewe. Uh, habari njema huwa na ubiria wa, wa, wa Kristu, huwa na ubiria Waislamu, huwa na ubiria pagans, huwa na ubiria mtu yoyote yule. So naomba ukapate kusikiliza habari njema na ukapate kuikubali. Sasa ni wakati wa kukubali habari njema. Kwa maana sikuweza sikuweza kusomea uh, any Bible school, sikuenda kusoma, bali ni baba yetu Yesu Kristu huwa ananifundisha kupitia Roho Mtakatifu haya mafundisho. Na hakuna mtu yoyote ambaye ameweza wala sida, uh, hakuna mtu yeyote ameweza kunisomesha haya maf mafundisho bali ni baba yetu Yesu Kristu, huwa ananisaidia. So saa hii ni wakati wa kutubu, ili ukapate kuokolewa na moto mkali wa jehanamu, ambao ni moto wa milele na milele. Mpendwa, sijui kama ushawahi washa jiko ama ukajichoma na kiberiti, unapo unapowasha jiko ama unapowasha tu mshale wa kiberiti huo uh, ni uchungu mwingi sana ambao watu wa wana, wana, wanasikia na maandiko yanasema watu watalia na kusaga meno kwa sababu ya uchungu wa moto wa moto wa Jehanamu. Na wamsi za, za Jehanamu hazilali ambazo zitauma watu usiku na mchana, so ni wakati wa kujitayarisha, ni wakati wa kuacha dhambi, sio wakati wa kwenda kwa club, sio wakati wa kutenda dhambi, ni wakati wa kuachilia kitu chochote kile ambacho umeshikilia. So, wakati wa kusema niko na pesa, pesa hazitakusaidia, sio wakati wa kusema ni Niko na degree hakuna mali zitakusaidia. Sasa ni wakati wa kujinyenyekeza mbele za Baba yetu wa mbinguni na tukapate kumrudia sisi sote, kwa maana pia mimi niko katika kipindi kigumu cha majaribu na kila mmoja duniani ataweza kujaribiwa. Je, utakapojaribiwa utakuwa mtu wa aina gani? kwa maana kuna uh, sasa ni wakati wa kujaribu sana usiweze kuanguka, kwa maana shetani akikuwa kwa namna moja ama nyingine, kama wewe ni mwenye dhambi adhabu yake ni kali vile maandiko yanasema na moto wa jahanamu so ni wakati wa kuacha chochote kile ambacho umeshikilia wakati huu na kumrudia tu baba yetu wa mbinguni baba yetu wa mbinguni anaita ana, ana, ana, anaita kila moja tu akaweze kumrudia kwa kuacha tu dhambi na kuishi maisha matakatifu hata ajatupatia kazi ngumu ni kuacha tu dhambi na kumrudia baba yetu Yesu Kristu so ni wakati wako wa kutubu kila wakati na kuomba na na, na kujinyenyekeza mbele za baba yetu wa mbinguni na tusi uh, na tusiseme ya kwamba baba yetu Yesu Kristo aliaidia atarudi, ako wapi? Watu wengine watasema ya kwamba baba yetu Yesu Kristo aliaidia atakuja na bado hajarudi, baba zetu amekufa, babu zetu walikufa. Saa hii ni wakati wa kuwa na subira, kwa maana siku zinakaribia vile nilivyosema. So na leo ningependa kufundisha kuhusu kuomba kuhusu kuomba. Kuna watu wengi ambao hawajui kuomba, na saa hii ni wakati wa waku, wa kujua sana kuomba. Saa hii ni wakati wako wa kutaka zaidi, wa kukua karibu na Baba yetu wa mbinguni. So, ningetaka kufundisha jinsi ya kuomba. Uh, maybe uh, kuna watu wengi wao wanasema ya kwamba huwa naomba na baba yetu wa mbinguni anijibu. So, ni ni wacha nikuulize siku ya leo, huwa unachukua muda gani kukuwa karibu na baba yetu wa mbinguni? Watu wao wanalalamika, wanasema atangu nianze nianze kuomba baba yetu wa mbinguni sijasikia akinijibu. So, ni wakati wa kuchukua muda wako mwingi, unaweza omba asubuhi, ukaomba mchana, ukaomba jioni na uta, na ukiishi maisha matakatifu. Hii ni siri pia ambayo na, na, na, kutolea siku ya leo. Unapoishi maisha matakatifu utakuwa rafiki wa Baba yetu wa mbinguni na utakuwa unamuita wakati wowote wa anakuitika. Acha nikupatie mfano mzuri na mimi. Saa hii wakati una nazidi kujaribiwa na wakati wa majaribu yangu, sana sana, utakatifu ndio umeweza kunitetea. Utakatifu na imani, kwa maana nimeweka imani yangu yote kwa Baba yetu wa mbinguni. Na hakika huwa nikimuita wakati wa magonjwa, wakati wa shida yoyote ile huwa ananiitikia na ananijibu. So, ukiishi maisha matakatifu mtakatifu utakuwa unakuwa rafiki wa baba yetu wa mbinguni. Ni dhambi zetu peke yake ndio zinatutenganisha na baba yetu wa mbinguni. Ni dhambi pekee ambayo inatutenganisha na baba yetu wa mbinguni so Ningependa kufundisha juu ya kuomba ili ukiweza kuomba usikie Baba yetu wa mbinguni anakujibu. Hakuna kitu nzuri kama mtoto anapoenda kuomba baba yake na anamjibu. An, a, hii ni mfano ambao ninatoa. Hakuna hakuna kitu jambo nzuri mtoto anaenda kwa babake anamwambia baba, baba nisaidie na jambo fulani ama na kitu fulani na babake anampatia. So, hata sisi Baba yetu wa mbinguni tunafaa tuende tuombe na tu, a, a, akaweze kutupatia kile ambacho tunahitaji na tukue na subira. Kuna watu huomba leo, wanaomba kesho, wakiona baba yetu hawajibu, wa wanakata tamaa, wanaacha kuomba. So, usikate tamaa, endelea kubisha na mlango utafunguliwa, endelea kutafuta na utapata. So ni wakati wa kuomba. Uh, maybe unataka mambo yako yafunguke Labda unataka financial breakthrough, labda unataka kazi, labda unataka mume, labda unataka mke, na umeomba na umeona baba yetu akujibu, sio? Nataka nikufundishe kuomba siku ya leo, ili baba yetu mbinguni huwa anakusikia, I mean aanze kukusikia maombi yako na akaweze kukujibia kwa haraka. Labda unataka kuacha dhambi, sasa ni wakati wa, wa... Uh, kuishi maisha matakatifu kivyo vyote vile ukapate kupigania ufalme wa mbinguni. So labda unataka kuishi maisha matakatifu um labda unataka biashara yako ama biashara yako, baba yetu mbinguni aibariki ama akuinue kwa kiwango kingine. Labda una account losses, nataka nikufundishe kuomba siku ya leo. Na pia labda kuna watu wengine wanajaribiwa pia kupitia ma, magonjwa, labda uko na HIV and AIDS. Hakuna ugonjwa ambao baba yetu Yesu Kristo hawezi kukuponya. Mimi nikikutolea ushuhuda wangu, mimi uh, shetani alitaka kuniangamiza nikuwa mtoto mdogo sana, na mimi sikuwa najua kama niko na huduma ndani yangu. Hii huduma nimeweza kujua niko na huduma ndani yangu nikuwa mtu mkubwa. So shetani alianza kutaka kunyangamiza nikuwa mtoto mdogo na a, nilikuwa na magonjwa ya kila aina. So, namshukuru Baba yetu Yesu Kristu sana kwa maana nilikuwa na throat cancer na akaweza kunisaidia nikaweza kupona. Na sasa hii um, uh, siisi uchungu tena kwa maana nilikuwa uchungu ambao uchungu sana. Namshukuru Baba yetu Yesu Kristu kwa maana aliniweza aliweza kunisaidia nikapona. Nilikuwa na kifafa, nilikuwa naanguka, nilikuwa siwezi simama kwa muda mrefu, najipata nimeanguka. Kifafa ni epilepsy wale ambaye hawajui. Namshukuru Baba yetu Yesu Kristu kwa maana aliweza kunisaidia

Na pia nilikuwa na high blood pressure so uh, maisha yangu mengi imekuwa fight after fight after fight, lakini namshukuru baba yetu Yesu Kristo amekuwa akinishindania hata bila mimi kujua. So mambo mengi uh, vita mingi baba yetu Yesu Kristo ameweza akini uh, uh, kuwa akinipigania uh, nimekuja kujua uh, niko na ushuhuda nilipokuwa mtu mkubwa. So sikuwa najua kama niko na huduma yoyote, kumbe shetani alikuwa anajaribu kuniangamiza, lakini baba yetu Yesu Kristo alikuwa ananitetea. So labda umekuwa na uko na HIV and AIDS. Umekuwa na uh, sasa ni wakati wa kuchukuliana imani, labda kuna mpindo wako ako na wazimu, so naomba ukapate kumchukulia imani na ukaweze kumwombea haya maombi, vile nitakavyo, nitakapo uh, nitaweza nda, kufundisha, um, Labda uko na ugonjwa. Kuna watu ambao wako na ugonjwa wa uoga na wasiwasi, so labda uh, taja ugonjwa ule wowote ambao uko nao. Nataka nikufundishe kuomba, ili baba yetu Yesu Kristu akaweze kukusaidia na. So Waislamu, naombeni nikapate kuambia ya kwamba ni wakati wa kumfuata baba yetu Yesu Kristu, wala si wa kuweza kumfuata Muhammad, si wa kuweza kumfuata Muhammad, kwa maana si baba yetu Yesu Kristu ndio njia pekee ya kurithi ufalme wa mbinguni. Acha tusome katika kitabu cha Uh, tusome katika kitabu cha um, uh, John John chapter 14, verse 5 mpaka 6 inasema, Thomas said to him Lord, we, um, we do not know where you are going so how can we know the way to get there uh, Acha tutafsiri na njia ya Kiswahili inasema, Thomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui huendako nasi twaijuaje? uh, njia uh, Jesus answered him

Yesu akamwambia mimi, ndimi njia na ukweli na uzima, mtu haji kwa baba kwa baba ila kwa njia ya mimi. So Waislamu, lazima mkapate kupitia kwa baba yetu Yesu Kristu, ndio mkapate kuridhi ufalme wa mbinguni. So ni wakati wa kuacha kumwamini Mtume Muhammad, ni wakati wa waku, kumrudia baba yetu Yesu Kristu, na ili akaweze kuokoa na moto mkali wa jehanamu, ili akaweze kuokoa na moto mkali wa jehanamu na a, kuna watu ambayo hawajui kuomba. Kuna watu ambayo hawajui kuomba, na labda watu wengine huwa wanasoma maandiko matakatifu, lakini hawaf, hawafanyi kulingana na vile maandiko yanasema. Tusiwe watu wa kujiangalia a, kama watu ambayo wanajiangalia kwa kioo na tena wanajisahau jinsi walivyo. Sasa hivi ni wakati wa kutendea kazi neno la Baba yetu wa mbinguni, ili ili tukapate, ni wakati wa kutendea kazi neno la Baba yetu wa mbinguni Uh, ili tukaweze kupata hizi baraka za Baba yetu wa mbinguni. So, jinsi ya kuomba, tukisoma katika kitabu cha Matthew chapter 6 verse 5 to 8 inasema. Matthew, Matthew chapter 6, verse 5 to 8 inasema. When you pray, do not be like the hypocrites. They love to stand up and pray in the houses of worship and on, and on the street corners so that everyone will see them. I assure you, they have already been paid in full. Tena msalipo msiwe kama wanafiki, wanafiki kwa maana wao uh, wanapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu. Amin nawaambia wamekwisha kupata dhawabu yao. Verse 7 ninasema, when you pray, when you pray do not use a lot of meaningless words as the pagans do, who think what they are who think that their gods will hear them because their prayers are long. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani na ukisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. So uh, verse 8 nasema do not be like them your father already knows what you need before you ask him Kiswahili nasema, nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. So kuna watu hawajui kuomba, mtu anaweza anaweza chukua. Kuna watu wanasema wanaomba hata three hours maybe ama two hours. Hapo sana sana, unapoomba utajipata umejirudiarudia sana, na baba yetu wa mbinguni anajua kile ambacho unahitaji hata kabla ukaweze kumwambia. So tusikuwe watu wa kurudia rudia maneno. Uh, Baba yetu anajua kile ambacho tunahitaji so na pia kuna watu ambao wana, wana wanaomba wakishout. Wakianza tu kukuomba utapata. Labda watu wanaishi kwa plot, watu wengine hawana amani. Hapana. Penda jirani yako kama nafsi yako. Unapoomba, funga mlango wako na uombe polepole pole, na Baba yetu wa mbinguni ataweza kusikia maombi yako na ataweza kukujibia. Kuna watu wengine labda wamekesha kazini na wewe unapoanza kuomba unapata una shout na it's like ni kelele. Baba yetu wa mbinguni anisamehe. It's like una unapiga kelele kwa maana unajua vile maandiko yanasema, na unaenda kinyume na maandiko so, kuna labda uh, jirani yako ako na mtoto mdogo na unapoomba unapata, una unaomba kwa sauti kubwa so, jifunze kuomba na uombe polepole, na Baba yetu Yesu Kristo ataweza kusikia maombi yako na ataweza kukujibia maombi yako. Na pia kuna uh, kuna makanisa ambayo uh, yako, uh, yako makanisa yako mengi na utapata watu wakienda kwa kesha, uta, utapata wanatumia vyombo mm, ni wakati wako, unaweza hata kama umeenda kesha, mnaweza omba polepole bila kutumia zile vyombo na kupigia majirani majirani wengine makelele. Uh, the same kwa misikiti, utapata uh, watu uh, wakianza kuomba wana, wanapiga kelele, so au ni watu wakubwa. Kuna wale huwa wanaitwa asubuhi, maybe wanaenda kusali uh, au ni watu wakubwa na wanajua jinsi wanavyo wanavyostahili kufanya, so um, Usi, usisumbue jirani yako kwa maana kuna watu wengine labda wamenunua mashamba yao karibu na misikiti. Kuna wengine wamenunua mashamba yao karibu na makanisa. So ni wakati wa kuheshimu pia watu wengine na kuwapati, I mean, kuwapatia heshima yao jinsi jinsi inavyostahili, uh, jinsi inavyostahili. So, acha uh, niwafundishe leo kuhusu uh, njia nzuri ya kuomba na Baba yetu wa mbinguni akaweze kupokea maombi yako, maombi yako yako, na utafurahia atakapokujibu maombi yako. So kwa kwa wanawake wanawake, hii ni kwa wanawake, unapoomba jifunike kitambaa kwa kichwa. Hata ukienda kanisani ji, uh, beba kitambaa chako chako, hata kama ume, uh, uh, umesonga uh, msongo mzuri sana, ukifika kanisani jifunge kitambaa chako na ukaweze. Mimi nimejifunga jifu, nime hivi mimi, uh, eti sisongi vizuri, huwa nasonga nakuwa smart, lakini ninapohubiri neno la baba yetu wa mbinguni huwa na nafaa nijifunge kitambara, hata nikiwa kanisani nafaa nijifunge kitambaa ninapo ninapoomba, ili baba yetu wa mbinguni akaweze kusikia maombi yangu. So, mwanamke anapoomba ajifunike uh, kichwani ama ajifunike kitambaa na Usiombe kama umevaa trouser, usiombe kama unavaa trouser. Sasa ni wakati wa kuishi maisha matakatifu na kumuonesha Baba yetu wa mbinguni unataka utakatifu kuliko kitu chochote kile. Hata ukienda kanisani, usiende na trouser, vaa tu decent na uende. Haya ni mambo ambayo manabii hawa wa uongo wamekuwa hawakemei dhambi. So, njia yao sana sana wanataka tu pesa ama kuibia watu na hawakemei dhambi. So, ukienda kanisani, mtukuze Baba yetu wa mbinguni na ukapate kuvuta watu wengine katika wokovu. Usiende kama umeji spose mwili wako mzima, na badala ukae siti ya nyuma, unaenda mpaka kwa siti ya mbele ili ukaweze kuonekana. Uh, tufanye mambo kwa kumtukuza Baba yetu wa mbinguni. So ukiomba usivae trouser, hata kama umevaa trouser, jifunike jifunike uh, leso na uombe uh, na uombe kama umejifunika ama umejitanda vizuri uh, ka, uh, na usiombe kama umevaa mini skirt, ama tumbo cut, ama sleeveless tops. Kuna watu wa wanaomba kama watu wamevaa uh, sleeveless tops ama wamevaa tight so ukiomba, kuwa na heshima. Ha, na Baba yetu wa mbinguni ataweza kusikia maombi yako. Kwa, na, kwa wanaume, msiombe kama mmevaa kofia ya aina yoyote ama walai. Kuna wale Uh, Waislamu hao wa wakiomba wanavaa walai, I think inaitwa hivyo. So ukiomba usivae kofia ya aina yoyote, na baba yetu wa mbinguni ataweza kusikia maombi yako. So na mwanaume anapoomba usivae vest wala usiombe kifua uh, kifua wazi uh, vango decent, na ili baba yetu wa mbinguni akaweze kusikia maombi yako so Uh, na usiombe kama umevaa short, na pia ukienda kanisani usiende kama umevaa short. So tumheshimu baba yetu wa mbinguni. Uh, jinsi ya kuomba, jinsi ya kuomba. Acha nifundishe kwa wale hawajui kuomba, na pia nataka pia nifundishe watu wengine hata, uh, wale ambao wanajua kuomba, naomba mkapate kujua jinsi ya kuomba. Ukiomba, tubu dhambi zako Unapoomba usisahau kutubu dhambi zako, ikiwezekana ziandike chini ili ukapate kuwa, usimfiche baba yetu dhambi ya aina yoyote, usimfiche baba yetu dhambi ya aina yoyote, kwa maana anakujua hata ndani ya moyo wako. So uh, unapoomba samehea wengine, ili baba yetu Yesu Kristo akusamehe makosa yako na uh, Tukiangalia katika kitabu cha Matthew chapter 6 verse 14 mpaka 15, inasema If you forgive others the, wrong, uh, the wrongs they have done to you your Father in heaven will also forgive you. Kwa maana uh, kwa maana mkiwasame. Hii ni njia ya Kiswahili tutafsiri kwa wale ambayo hawaelewe kizungu. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na baba yetu wa mbinguni hatawasamehe ninyi. Verse 15 inasema But if you do not forgive others Others, then your Father will not forgive the wrongs you have done. Bali, m, bali msipo wasamehe watu makosa yao na baba yenu wa mbinguni uh, hata wasamehe nyinyi uh, so acha tuendelee kufundishana uh, naomba baba yetu Yesu Kristu akujaze na Roho Mtakatifu ili utaweza kujua kuomba kwa haraka. Omba baba yetu Yesu Kristu akujaze na Roho Mtakatifu na utaweza kujua kuomba kwa haraka. Wacha niwafundishe kwa wale ambaye hawajui kabisa kuomba. Uh, uh, uh, unapoomba taja jina la baba yetu Yesu Kristu na unapomalizia maombi uh, taja kwa jina la baba yetu Yesu Kristu nimeomba na kuamini Acha tuombe hii sala ili tukaweze kujua jinsi ya kuomba. Atuombe Baba, katika jina la Baba yetu Yesu Kristo, naja mbele zako, naomba msamaha kwa ajili ya dhambi na makosa ambayo nimekusamehea. Utaje dhambi zako, labda umezini, naomba msamaha kwa ajili ya dhambi ya uzinifu, naomba msamaha kwa ajili ya dhambi ya masengenyo, naomba msamaha Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya dhambi ya ulafi, naomba msamaha Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya dhambi ya chuki, naomba msamaha kwa ajili ya dhambi ya uongo, na omba msamaha kwa ajili ya wivu kwa dhambi ya wivu. So ni wewe uh, unajua dhambi zako zote ombea um, uh, watu wengine kwa upendo, labda uombee orphans, uombee uh, maskini kote dunia nzima, uombee wafungwa, waombee kwa upendo, ili baba yetu wa mbinguni akaweze kusikia maombi yako. Na kila wakati uh, unapoomba, kuwa mwenye shukrani. Usikue mtu wa kulalamika kila wakati. Uombe uh, uh, useme asante kwa baba yetu wa mbinguni, maybe kwa ajili ya uhai, labda ya uh, kwa ajili ya afya nzuri ambayo amekupatia, kwa ajili ya ulinzi, kwa ajili ya chakula ambacho unapata, kwa ajili ya ya ya rent, kwa ajili ya school fees, kwa, kwa ajili ya kitu chochote kile ambacho baba yetu wa mbinguni amekubarikia. Labda watu wengine wa wanafikiria ni kwa nguvu zao hata kupata ile uh, meal ama chakula chao cha kila siku, lakini ni kwa nguvu za baba yetu wa mbinguni. Na tena ukimaliza, useme kwa jina la baba yetu Yesu Kristu, nimeomba na kuamini. Na so kama huna imani na omba, kama hauna imani omba baba yetu wa mbinguni akujaze na imani. Kama hauna upendo kwa maana sahi wakatuni sana sana wa kuishi maisha ya upendo, kwa maana upendo huo unapunguza wingi wa dhambi nyingi ambazo umetenda. Uh, kama hauna upendo omba Baba yetu wa mbinguni akujaze na upendo. Kama hauna roho ya msamaha, sai ni wakati wa kusameheana, omba Baba yetu wa mbinguni aweze ku uh, kukupatia roho ya msamaha, usifungie mtu yoyote. Uh, ili usimfungie mtu yoyote, labda uko na adui. Hakuna mtu usijui, kama kuna mtu anakosa kuwa na adui yake. Kama uko na adui yako, msamehe. Hata kama amekutendea mambo gani, msamehe, na baba yetu wa mbinguni akaweze kukusamehea dhambi zako. Sasa hivi tunapigana vita, uh, vita vikali sana, so si wakati wa kuhold mtu yoyote katika moyo wako. Ili tukapate kushinda vita hizi, ni lazima tukuwe na haya mambo yote ambayo ninafundisha um, na kama uko na furaha, imba uh, tenzi za rohoni, ama him uh, uh, uchukue kitabu cha him, i think ni him book, na uimbe. Kama uko na furaha, imba uh, na, na pia umtukuze baba yetu uh, wa mbinguni uh, kwa wimbo wako, wimbo wowote wa wa rohoni so Acha, na kuna wale ambaye hawajui kuomba kabisa, kuna wale ambaye hawajui kuomba kabisa, so omba Lord's Prayer. Lord's Prayer ni sala ambayo inafundishwa mpaka hata watu wakiwa shuleni. Omba Lord's Prayer, hizi sala zinakuwa so powerful na, na pia her Uh, Salamu Maria kwa Wakatoliki ama Hail Mary hizi sala zinakuanga so powerful, kwa maana uh, mama yetu mama Maria ndio mama pekee wa baba yetu Yesu Kristo ambaye tumebaki na yeye. So sana sana sana kwa mayatima wote, naomba pia mkapate kuomba hizi sala. Kwa widows ombeni hii sala, kwa maana uh, mama yetu Maria ndio mama pekee ambaye tuko naye. So wakati uko na shida, mlilie, omba uh, uh, hii sala na hii sala inakuanga so powerful. so kama ujui kuomba omba, omba Lord's Prayer na usitumie lozari, usitumie lozari. Nimefundisha juu ya mambo mengi sana kwa hizo video zangu. Omba kupitia rohoni, hizi sala, sala ya baba yetu, uh, Lord's Prayer, omba kwa rohoni. Pia hii salamu Maria omba kwa rohoni, usitumie lozari. Uh, then uh, tubu dhambi zako, tubu dhambi zako. Ukishaomba hizo sala, vile Roho Mtakatifu ataweza kukuongoza. Unaweza omba kama mara tatu ama uombe mara saba, vile Roho Mtakatifu ataweza kukuongoza. Uh, then tubu, uh, dhambi zako, ombea mahitaji yako, uh, then omba ukishukuru. Then, utaje jina la baba yetu Yesu Kristo. Kwa jina la baba yetu Yesu Kristo nimeomba na, na hata kuamini. So, uh, naamini na, na, na, na, tumeweza kufika hapo kupikusu maombi, tutazidi kufundishana baba yetu wa mbinguni akipenda. So naombeni mkapate kuzidi kuomba na kuishi maisha matakatifu, ili sisi sote tukaweze kuridhi ufalme wa mbinguni kwa maana umekaribia. Amen.